gali wameweka juhudi zao pamoja ili kukabili changamoto za kiusalama na maendeleo katika eneo la kaskazini mashariki mwa nchi. Mashirika hayo ambayo ni pamoja na Benki ya Dunia na shirika la Umoja wa Mataifa zimeshirikiana na serikali ya kitaifa na kaunti za maeneo hayo zinalenga kuwezesha kaunti hizo kiuchumi. Faisal Abdurrahman anaarifu zaidi kaunti za mipakani katika eneo la kaskazini mashariki zina umuhimu wa kijiografia rasimali, nyingi na nafasi muhimu ya kuhakikisha amani katika ukanda wa pembe Afrika. Ya Afrika. Spika Abdi ameitaka mambo ya mabadiliko ya tabia nchi na mipango ya kukabiliana na ukame kushughulikia pengo la kijinsia katika upatikanaji wa uongozi ipewe kipao mbele na mashirika hao The site

Akizungumza wakati wa kikao cha bunge, mratibu wa shirika la Umoja wa Mataifa Stephen Jackson alisema kuwa shirika hilo linajitahidi kuleta uiano, uwekezaji, usalama na maendeleo endelevu eneo hilo. What we want to do working with you

kutumiwa vyema ili kufanikisha maendeleo as of february 2025 the collective support to the objectives of peace and security education economic development and resilience amount to this is over the period 2017 to 2025 amount to approximately us dollars 1.4 billion or in kenyan shillings 180 billion kenyan shillings Eneo la kaskazini mashariki kwa muda mrefu limekuwa likikumbwa na changamoto za usalama na maendeleo kutokana na mashambulizi ya kigaidi wa Al-Shabab, hali inayokomesha ukuaji wa kiuchumi. Faisal Abdrahman, runinga ya Citizen.